Ah, uh, shukran sana kwa sisi kama Kagera Sugar tumejiandaa vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho. Tunajua Simba ni moja ya timu kubwa kwa ligi kuu NBC lakini na sisi tumejiandaa vizuri kwa ajili ya kuonyesha upinzani kwa ajili ya mchezo wa kesho. Sawa. Maswali kwa mwalimu? Ah, kucheza na Simba tayari ni motisha kwa mchezaji wote ambaye anacheza ligi kuu Tanzania bara. Sisi motisha kubwa tulitumia kwenye mchezo wa Namungo. Namungo, kama mliangalia game ya Namungo the way ambavyo tulivyocheza ile ndo game ambayo tulitumia kwa ajili ya motisha. Kwa hiyo kuja kucheza na Simba inakuwa hutumii nguvu kubwa sana kwa motivate wachezaji kwa sababu kucheza na Simba ni tayari inakuwa ni motisha kwa mchezaji. Swali la pili, tukacheza na Azam tukapoteza moja bila, tukacheza na Yanga tukapoteza nne, then tunakutana na Simba. Simba tulicheza naye mechi ya kwanza tukiwa nyumbani Kagera tukatoka tano mbili. Kwa obvious unaona kuna room ya sisi kuweza kumfunga Simba ya goli lolote. Kwa tutarajie goli inaweza likapatikana swali la tatu na la mwisho. Kwa mpenzi um, uh, kama nilivyosema awali cheza na simba tayari unakuwa na motisha. na sisi japo tumeshuka daraja lakini ni moja ya timu ambayo ukiangalia katika timu zote ambazo zinashiriki ligi kuu msimu huu ni sisi yanga na simba nadhani na Azam ndio tuko ligi kuu kwa muda mrefu zaidi ya miaka 15. Kwao ni lazima tutahitaji kutoka kwa heshima tutokubali tu kutoka bila heshima kwa hiyo tutatoka kwa heshima Sawa, swali la nyongeza mwalimu. Ah, uh, okay. Ni kweli usipofikisha malengo lazima utaumia. Katika mechi ambazo zilitumiza ni zile ambazo zilikuwa za kuelekea kwenye kujitoa kwenye, kwenye, toa, kwenye danger zone kwenda kwenye playoff, bahati mbaya zote tulipoteza, malengo kweli hayakutimia. Lakini kwa sasa hizi mechi tunazitumia pia katika kuchukua vijana wetu wa under 20 tunatumia kwa ajili ya kuanza maandalizi yetu ya championship. Kwa hiyo usitarajie kwamba tutacheza azifu kwamba hatuna chochote ambacho tuna, tuna kihitaji. Sisi saa hizi tunacheza azifu kwamba tunaiandaa timu yetu kwa ajili ya championship. Kwa hiyo lazima tucheze kwa ushindani. Na ndio maana nakwambia wachezaji wetu watakuwa na motisha kwa sababu wanajiandaa kwa ajili ya ligi ya msimu unaofuatia ya championship. Kwa hiyo tutakuwa na ushindani. Yaani kama tuko pre-season fulani. Kwa hiyo lazima tucheze kwa ushindani. Hatuwezi kucheza tu just kukamilisha ratiba. Mwalimu